Karibuni sana waandishi wa habari e, mimi kwa jina naitwa Gombo Samandito Gombo. Mimi ni mgombea wa kiti cha rais kupitia chama cha wananchi CUF. Nimona niwaite ni tuzungumze hapa leo asubuhi kuhusiana na jambo linaloendelea sasa hivi, na jambo linaloendelea sasa hivi ni uchaguzi E, wa nchi yetu ambao unafanyika tarehe 29 na kwamba uchaguzi ndio mustakabali wa taifa. Mmeshaona e, mambo yanayoendelea hapa. Watu wanazungumza hili na lile, watu wanaongea mambo mengi kuhusiana na uchaguzi huu. Wako wanaozungumza habari ya kwamba tarehe 29 wao badala ya kwenda kufanya uchaguzi wanakwenda kuandamana ili uchaguzi usiwepo wako tunaosema kwamba siku ya tarehe ishirini na tisa tunatakiwa tukapige kura ili uchaguzi uwepo na taifa letu liendelee kukaa salama. Sasa mimi nimewaita ili tuje tuzungumze. Moja ya mambo ambayo nataka tuzungumze ni hilo. Mimi kama mgombea uraisi na wa kiti cha uraisi, nawataka Watanzania waende wakapige kura kwa wingi kabisa, na kura hizo wanichague mimi, kwa sababu mimi naona ndio chaguo sahihi kwa sasa kwa Watanzania. Kwa wanaotaka mabadiliko wasihangaike kuyatafuta kwa nguvu, kwa kuandamana, kwa kuleta vurugu, kwa kusababisha taharuki kwenye nchi, ni kwamba wao wakapige kura nyingi nyingi nyingi za kutosha. Kama wana hasira za kutaka kuandamana, kufanya vurugu, kuzuia uchaguzi, hasira hizo wakazimalizie kwenye sanduku la kura. Waende wakapige kura nyingi, wakakipigie chama, chama cha cha, cha, cha wananchi CUF wakipigie kura za kutosha kabisa na wakishapiga kura za kutosha, mimi nitatangazwa kuwa rais, wasio na wasiwasi. Naona mara nyingi kwenye mitandao ya kijamii naangalia comment. Jana nilikuwa naangalia wengine na comment wanasema kwamba wewe hata kama ukishinda huwezi kutangazwa labda, labda, akakuapisha mke wako na, na, na mama Samandito. Sasa kalinichekesha sana. watu wanafikiri kwamba kutangazwa ni kitu kigumu. Hapana, mwaka huu ni mwaka tofauti, kwa sababu akienda kuandamana tarehe 29 hata kama uchaguzi ukiahirishwa, manake wanatangaza vita Wanatangaza machafuko, wanatangaza vitu tusivyovitaka, tusitumie nguvu nyingi kama wanavyozifikiria watu. Na hasa hizi nguvu ambazo zinachagizwa na watu kutoka nje ambao hawapo hapa Tanzania. Sisi tulioko Tanzania na tunaoishi hapa, tunaona maisha na tunaishi ma maisha ya Tanzania. Kwa sababu zimebaki siku hata 14 sidhani kama zinafika sasa hivi. Ni rahisi waende wakapige kura nyingi. Yaani ile hasira yao wapige wa, wa, wa, kura nyingi, kukipigia chama cha kafu wapige kura nyingi. Wakizipiga kura nyingi kwangu, nitatangazwa. Niwahakikishie Watanzania, nitatangazwa, hakuna atakayezuia mimi kutangazwa kuwa rais kama kura zitakuwa zimetosha. Hatujafikia hiyo hatua ya kusema kwamba sisi tuanze kuiga sasa kuwa na sifa ya, ya, ya Madagascar, kuwa na sifa ya si Moroko kule, Gen Z na nini vitu, na vitu hivyo. Tunao uwezo wa kubadilisha utawala Tanzania bila vurugu yoyote, bila kumwaga tone la damu ya mtu yoyote mimi siko tayari kuona tone la mtanzania lina, lina, lina, lina mwagika kwa sababu tu ya kutaka kubadilisha madaraka wakati tunao uwezo wa kubadilisha madaraka ya kubadilisha serikali kwa njia ya amani. Kwa hiyo tukatumie tu muda huu wetu, tarehe ishirini na tisa, watu waende wengi kabisa kupiga kura na wakanipigia mimi Gombo za malito Gombo ili niweze kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watakuwa wamechagua haki, Watanzania watakuwa wamechagua kutokomeza utekaji watakuwa wamechagua kutokomeza rushwa. Watakuwa wamechagua kutokomeza matumizi mabaya ya pesa za serikali, wakinichagua mimi. Lakini wakisema wakavuruga waka uchaguzi, kwa sababu kama hakuna uchaguzi, manake lazima nchi iwe na rais, nchi haiwezi kuwa haina rais. Na kama watataka rais asiwepo, manake wanatangaza vurugu, vurugu ambayo sisi hatuitaki. Na kama vurugu ikiwepo, hawatapata kitu ambacho wanakihitaji kwa wakati huo, kutakuja kitu kingine tofauti na wanachokitaka. Sasa hatutaki hiyo vurugu, mimi napinga kwa nguvu zote hiyo habari ya kutotaka watu kwenda kupiga kura. Wakapige kura, wabadilishe vizuri serikali, wapige kura nyingi kwenye chama cha wananchi CUF ili waweze kupata haki.